Katika unyanyasaji wa jinsia pia kuna aina labda, aina gani ngapi ambazo unazifahamu za unyanyasaji wa kijinsia e? Unyanyasaji wa kijinsia uko aina mbili, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameumba jinsia mbili, kuna wanaume na wanawake. Kwa hiyo unyanyasaji uko wa jinsia mbili, ndio maana ukaitwa unyanyasaji wa kijinsia a. Katika unyanyasaji wa kijinsia pia kuna chanzo chanzo unadhani ni kipi? Chanzo cha unyanyasaji wa kijinsia chanzo au vyanzo vya unyanyasaji wa kijinsia viko vingi naona, lakini tujaribu ku, kuangalia vya msingi. Kuna mila na desturi, malezi na mambo mengineyo. Ah, katika unyanyasaji wa kijinsia kuna aina umesema mbili, ambayo kike na kiume Labda leo hii tukizungumzia aina hii ya kike hii, uh, unafikiri sababu gani ambayo inapelekea kupatwa kwa unyanyasaji wa jinsia kwa upande wa kike? Sababu zipo nyingi.